Ujambo. Marahaba. Ni Biyunis kama kawaida kama dawa ana furaha tele. Kila mara kujumuika nawe hapa mtandaoni kukufunza lugha ya Kiswahili. Pamoja tutajua kusoma, tutajua kuzungumza kwa lugha sanifu, tutajua kusalimiana, tutajua kuimba, tutajua kuandika. Sema amen. Haya <laughs> nina wimbo. Hujambo, hujambo dada, habari gani? Sijambo, sijambo dada, habari yangu ni nzuri sana. Hujambo, hujambo kaka, habari gani? Sijambo, sijambo kaka habari yangu ni nzuri sana hujambo hujambo rafiki habari gani sijambo rafiki yangu habari yangu ni nzuri sana Kupitia wimbo huo, tumesikiza ma mambo mapya mambo muhimu kama salamu. Salamu pia huitwa maamkuzi, na pia tumesikia majina ya watu wa ukoo familia. Kila mmoja wenu anaishi na watu, sio kwenye familia yako una watu, sio vizuri Majina ya familia, watu wanaopatikana katika familia ni kama nani? Ambia mwenzako aliye karibu nawe na ni watu wagani wanapatikana katika familia. Na kuna baba ambaye ni mzazi wako wa kiume. Baba ni mzazi wako wa kiume. Pia kuna mama ambaye ni mzazi wako wa kike. Mzazi wako wa kike anaitwa mama. Kisha kuna ndugu. Ndugu ni wale watoto ambao umezaliwa pamoja nao. Umezaliwa pamoja nao. Kuna wewe na wao. Ndugu anaweza kuwa kaka. Kaka ndugu wako wa kiume. Ndugu wako wa kiume anaitwa kaka. Kisha kuna ndugu wako wa kike ambaye anaitwa dada. Dada ni ndugu wako wa kike. Sawa. So, kwa leo tutasoma hao tu: mama baba, dada, kaka, hao wanne wanatosha. Kwa somo litakalofuata, tutajifunza wengine wanaopatikana katika familia. Maana yake familia ni tofauti. Kuna wale ambao ni mtoto wa kipekee, kuna yule ambaye ni mtoto wa kipekee, hana ndugu, hana kaka, hana dada. Lakini ni vizuri ujue kuna wale ambao wako nao. Kuna familia ambazo kuna mtoto ambaye hana baba, ana mama peke yake, kwa sababu tofauti. Wengine ni kwa sababu baba aliaga, ama mambo zingine ambazo ni eh, zinatuzidi sisi. Sawa, yote tisa. Familia yako inapendeza jinsi ilivyo. Furahia familia yako sawa. Penda familia yako, penda jamii yako. Sasa tuangalie maadili katika familia. Maadili pia ni tabia nzuri, utu katika familia. Cha msingi kabisa ni kuheshimiana, na kuonyesha heshima huanzia kwa salamu, maamkuzi. Ulisikia, ulisikia nikisema hujambo kabla ya kuanza kukufunza? Kwa sababu ni tabia nzuri kusalimiana na kujuliana hali. Usimpite tu mtu kana kwamba hujamwona. Kumbuka kusalimia mtu. Akiwa ni mwanarika, msalimie hujambo kama ni mtoto mwenzako au mwanarika youth, msalimie hujambo. Lakini akiwa mtu mzima, kama mwalimu wako ama mzazi, kumbuka kumsalimia shikamoo. Sawa. Kwa hivyo kuna hujambo, utajibu sijambo. Mkiwa wengi nitawasalimia hamjambo na mtajibu hatujambo. Halafu kuna habari. Habari pia ni salamu nzuri. Habari. Nikikusalimia habari utanijibu nzuri. Unakumbuka wimbo? Habari gani? Kisha unajibu nzuri sana. Sawa? Habari nzuri. Pia waweza jibu njema. Habari njema. Habari nzuri. Pia kuna tabia ingine ambayo ni muhimu na ni mzuri sana. Kuagana. Kule kuaga mtu. Unapomalizana na mtu, mlikuwa pamoja mnafanya jambo, munapomalizana kumbuka kumuaga. Kama baada ya kumaliza kukufunza kila mara, huwa ninasema kwa heri hadi tutakapoonana. Kwa hivyo hata na wewe unapoondoka nyumbani kuelekea shuleni ama popote unapoenda, wale ambao unawaacha nyumbani ni vizuri uwaage, uwaambie kwa heri mama, kwa heri baba, kwa heri kaka, kwa heri dada. Na wao kwa heshima watakujibu kwa heri ya kuonana. Umefurahia somo? Tukumbuke maadili katika familia na pia tukumbuke tunaoishi na wao katika familia. Kwa kumalizia tuimbe tena. Ujambo, ujambo kaka, habari gani? Sijambo, sijambo kaka, habari yangu ni nzuri sana. Hujambo, hujambo dada, habari gani? Sijambo, sijambo dada, habari yangu ni nzuri sana. Kumbuka kusalimiana, kumbuka kuagana unapoondoka, na ukumbuke majina ya familia, watu wanaopatikana katika familia. Nimefurahia kujumuika nawe. Kwa heri, hadi tutakapoonana hapo kesho, majaliwa.